ya Kenya Mheshimiwa Rais. Lengo kubwa ni kutoa elimu na hamasa kwa vijana na kina mama kwenye masuala ya uwezeshaji kiuchumi uchumi wanawake na vijana, kuweka msukumo kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele kwenye nyanja mbalimbali za kibiashara, kiuongozi, kielimu na kiutamaduni. wanashauriwa kujiunga na nini ni ninifurahie mtandao uliopo ninagia kuwa tareinategeleza sera ya nishati safi ya kupikia, kwani kupitia wadau mbalimbali, tan lishagawa mitungi ya gesi mia saba hamsini pia kwa kutumia wadau wao ta imesaidia mkopesho kwa majiko ya umeme kwa zaidi ya wanawake elfu mbili kwani majiko hayo hutumia umeme mdogo sana. Sasa wetu Ileje na mkoa wasomwe kwa ujumla wake. Naipongeza hta kwa kufanya jitihada hizi katika mikoa yote iliyoweka matawi, kwani unaokoa maisha ya wanawake na vijana, kama ambavyo mkurugenzi hapa ameeleza kwa hisia kubwa sana, namna ambavyo wanawake wanavipata shida katika matumizi ya kuni hususani